A, karibu sana bosi wangu, bango la 3D likiwa na mita moja kama linavyoonekana hapo, gharama yake ni laki tano. Lakini bango la 3D linalowaka vizuri wakati mita moja na nusu bango la 3D linalowaka vizuri mita moja na nusu gharama yake ni laki saba. wakati mita mbili kama linavyoonekana hapo linaenda kwa laki nane na nusu. A, bango la 3D, la mita tatu linakuwa lina ukubwa mzuri kabisa linaenda kwa milioni moja na laki mbili, wakati mita nne kama linavyoonekana hapo linaenda kwa milioni moja na laki sita. Yes, na baba lao ambao ni mita tano, uh, linaenda kwa milioni mbili. Mabosi wangu wase, karibuni sana karibuni sana na gharama hii ni pamoja na kuyafunga kabisa kwa wakazi wa Dar es Salaam. Jamani, mabango yetu yana warranty ya miezi sita. Mabango yetu yana waranti ya miezi sita. Karibuni sana mabosu wangu, karibuni sana matajiri.